Mechi tunafungwa mechi ya tano mfululizo sasa kila siku sisi. Hizi ni dharau, si hatuwezi kufungwa mara tano mfululizo. Hizi ni dharau bwana, ni dharau tu. Yani unajua, mtu unakosa hadi cha kuongea. Mashabiki tunaambiwa, tunaambiwa leo mechi ipo, tunakuja, tunakata tiketi, tunakuja watu Mambo mengi tu mambo mengi tu mambo mengi. Uongozi umechangia lakini kuna vitu natakiwa fumue, lazima watu tuwekeze, mpira lazima tuweke hela jamani. Lakini hizi ni dharau. Si hatuwezi hatuwezi kufunga mechi si tamfuliza kwa kweli? Ah, hizi ni dharau. Tufanye kweli, tusajili watu jamani, mpira ni hela, ekeni watu. Namwona mpanzo ana hapa peke yake tu pale mbele, timu kiangalia kutoka nyuma hadi kati, timu inacheza vizuri. Mbele hatuna watu wanaruka luka tu nakuta wanachukua huku mpira au wanaregesha huku. Hizi ni dharau kiukweli. Kama mtu kweli, kama kweli wanasimba tunaumia, lazima viongozi wajitathmini, wajitathmini, wajitathmini kweli kweli, walete watu tufanye, wafanye kazi. Sema mwaka msimu unaisha, hatuna kombe, tunawambulia, tumekuwa mwaka wetu tu. Mafanikio, mafanikio bila makombe hakuna mafanikio. Unajua, najua nikuelekeze kitu mpira, mpira hata ukiangalia waamuzi waamuzi wako nomo, umeelewa? Lakin, lakini hata penalti mimi nimeiona penalti, lakini nitaenda kuiangalia vizuri kwenye nini, maana kiwanjani ikikupita tukio limekupita, lakini ukiangalia, tunaenda tunaruhusu goli tena la pili. Dabi wamekuja wametwambia, dabihawajatangaza kama ipo, hamna, wameficha hawajatutangazia, wanakuja tunakulupuka. Basi kama ndio ndo gani? Si jamani, tnakua tuna lusiana goli mbili tena jamani, viongozi hawajatuhujumu, umeelewa? Ila viongozi lazima wajitasmini.